Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko Teherani nchini Iran. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Serikali ya Iran imewanyonga wanaume watatu ambao ni majasusi kutoka katika shirika la ujasusi la MOSSAD la nchini Israel. Wanaume hao watatu wamepatikana na hatia ya kusafirisha zana za mauaji nchini Iran ambazo zilitumika na jeshi la Israel kufanya mashambulizi nchini Iran na kusababisha vifo vya watu kadhaa, wakiwemo makamanda wa kijeshi pamoja na wanasayansi. Wanaume hao walionyongwa katika jiji la Orumie, kaskazini magharibi mwa Iran, ni pamoja na Idris Ali Rasul Ahmadi pamoja na Azad Shujai ambao wote kwa pamoja walihukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa kile ambacho Iran imesema kuwa majasusi hao walikuwa wakifanya muharabe ikimaanisha kupigana vita dhidi ya Mwenyezi Mungu na ufisadi duniani kupitia serikali za kigeni. Kwa mujibu wa Iran, inasema kwamba majasusi hao walikutwa wakifanya mawasiliano na baadhi ya makao makuu ya shirika la Mossad katika nchi jirani, ambapo pia imeongeza kwamba wanaume hao walisafirisha vifaa ambavyo vilitumika katika mauaji ya walengwa huko nchini Iran. Tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi nchini Iran mnamo tarehe 13 Juni mwaka huu zaidi ya watu 600 nchini Iran wameuawa wakiwemo makamanda wa kijeshi wanasayansi pamoja na raia wa kawaida kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya taifa hilo la Iran. Hata hivyo, mkuu wa shirika la Mossad amesema kuwa Israel itaendelea kupachika majasusi wa Mossad nchini Iran na kamwe hawataweza kugunduliwa kirahisi, huku Iran nayo ikisema kuwa itahakikisha inawatia mbaroni majasusi wote wa Israel wanaofanya kazi za kijasusi nchini Iran. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare na kucomment. Naitwa Ramadhani Fupi.